Rahim kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kila jinsi a sifa njema zote zinamsahiki Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu, Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi, Mwenyezi Mungu mpole mwenye huruma, tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa wakati huu ambao tupo katika viwanja hivi, tunakushukuru kwa kutuletea rais wetu kwa salama na amani. Mwenyezi Mungu, tunakuomba ufungue kikao chetu hiki kwa heri na ukifunge kikao chetu kwa heri. Mwenyezi Mungu, tunamwombea amani na utulivu, afya njema kwa kipindi ambacho Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mgombea urais akifanya kampeni katika nchi hii nzima. Mwenyezi Mungu, tunakuomba umpe afya, amani na utulivu ndani ya miaka mitano ambayo inatarajia kwenda kufanya ama kwenda kuwa kiongozi kiongozi wa nchi hii. Mwenyezi Mungu, maombi yetu ni mengi na wewe hauhitaji tafsiri. Tunakuomba Mwenyezi Mungu tujibu maombi yetu na utukizie haja zetu. Mwenyezi Mungu, mwenye kutaka shari kwa Mheshimiwa Rais tunakuomba uirejeshe shari yake kwake. Na Mwenyezi Mungu, kila kikundi chenye ni ambaye na Mheshimiwa Rais tunakuomba ukivunjevunje. Mwenyezi Mungu, tunaiomba amani katika nchi yetu ya Tanzania. Tunakuomba kwa baraka zako na utukufu wako utujalie amani na utulivu na twende tukashinde uchaguzi katika Chama Cha Mapinduzi kwa kishindo, amina ya rabbil alamina. Tunakuomba utujalie kazi na utu isonge mbele. Wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Naomba nimkaribishe Askofu Dr Eliud Sanja kwa ajili ya sala. Karibu Mheshimiwa Rais, karibu kwetu. Amen. E, Mwenyezi Mungu tunakushukuru sana sana kwa kutupa fursa hii ya kuweza kuwa hapa na wageni wengi pamoja na Mheshimiwa Rais. Tunakushukuru Bwana kwa sababu umetupa Tanzania ambayo ni Tanzania ya amani ambayo e, nchi hii imekuwa ya amani na mfano wa amani katika bara letu la Afrika tunakushukuru sana kwa siku hii ya leo, na tunashukuru kwamba umemtunza mama tangu eh, kampeni hizi zianze, umempa afya njema, amekuwa akitembea katika wilaya nyingi, lakini umemtunza katika afya njema. Tunazidi kukuomba umpe afya njema, na pia umfanikishe katika kampeni hii, kamalizike vyema na kwa amani. Tunakushukuru sana katika eneo hili la Arumeru Mashariki na pia tunamwombea e, mbunge wetu Joshua Nassari na pia e, wote ambao ni madiwani ambao wamekuwa wamechaguliwa na chama cha CCM wakaweze kufanikiwa katika uchaguzi huu. Tunaombea uchaguzi wa tarehe ishirini na tisa mwezi huu, Bwana ukaubariki na siku zile za kampeni zilizobakia pia wabariki wote waweze kufanikiwa kwa amani na bila madhara bila ajali yoyote. Asante Bwana kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unatunza amani ya Tanzania na utaendelea kuwabariki viongozi wetu wa ngazi za taifa na mikoa na pia wilaya, na pia Bwana, tunakushukuru kwa sababu umetupa mama ambaye ana huruma, mama ambaye ameweza kufanya mambo mengi katika nchi hii. Tunaomba aendelee ili aweze kufanya mambo mengi yaliyosalia. Tunasema jina lako litukuzwe na Bwana, ubariki mkutano huu tangu mwanzo hadi mwisho wake, katika jina lako Yesu tunaomba, amen. Usa River hoye! Arumeru hoye! Baada ya kupokea dua pamoja na sala, naomba nifanye utambulisho wa viongozi ambao wako hapa. Tunaye katibu mkuu wa Chama Cha Mapinduzi, mheshimiwa balozi Dokta Asha Rozi Migiro, naomba aweze kuwapungia mkono. Dokta Migiro hoye! yeah! kinamama hoye oh yeah! Lakini pia tunaye makamu mwenyekiti kiti mstaafu, ndugu Abdurahmani Kinana, naomba pia aweze kuwapungia mkono. Mzee Kinana hoye! oh yeah! Lakini tunaye waziri mkuu mstaafu na mratibu wa kanda ya kaskazini mzee wetu Fredrick Sumaye, naomba aweze kuwapungia mkono. Mzee Sumaye oye! Lakini tunaye mratibu wa kanda na mjumbe wa kamati kuu ndugu yetu na dada yetu Namelo Kisokoine, naomba aweze kupunga mkono. CCM oye! Lakini pia tunaye mwenyekiti wa wazazi taifa, mzee wetu fadhili maganya, naomba aweze kupunga mkono. Lakini tunaye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa huu wa Arusha, mzee Thomas ole Sabaya, naomba aweze kupunga mkono. Mzee Sabaya oye! Lakini tunao wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa, tunaye komredi Nape Moses nauye popote alipo atupungie mkono. Komredi Nape oye! lakini tu... adra oye, oh! lakini tunaye komredi Habiba Ali Mohamed naomba apunge mkono. Habiba oye, oh! lakini tunaye mneki komredi Lulu Guyo mwacha na mgombea ubunge kundi la vijana naomba apunge mkono Lulu oye oh. Lakini tunayo kamati ya siasa ya mkoa wa Arusha na kamati ya siasa za wilaya, naomba wote kwa ujumla wao na halmashauri kuu mkoa na wilaya waweze kupunga mkono wakiongozwa na mzee Matoroka hapa, mjumbe wa sekretariati CCM oye. Lakini tunao wagombea wa nafasi ya ubunge katika mkoa wa Arusha Niombe wote kwa ujumla wao waweze kupunga mkono. Namuona hapa kaka yetu Paul Christian Makonda, Arusha mjini, Arusha mjini oye. Tunaye Johannes Lukumai, naomba apunge mkono, Arumeru Magharibi. Lakini yupo Daniel Tlema kutoka Karatu, naomba aweze kupunga mkono. Lakini tunaye Stephen Kiruswa Walongido, daktari Naona na kazi maalum, Joshua Nasari Arumeru Mashariki yuko hapa CCM oye. Baada ya utambulisho huo, wapo wabunge wagombea wa viti maalum, naomba kwa ujumla wenu wagombea wa viti maalum tuweze kupunga mkono, lakini tunaye mgombea wa Ngorongoro, naomba na yeye aweze kupunga mkono mgombea ubunge wa jimbo la Ngorongoro, si oye, na mzee wa Monduli huko pale. Baada ya utambulisho wa viongozi wetu, naomba niweze kutambua viongozi wetu wa dini, wazee wetu maarufu, wazee wa kimila malaigwana ni walioko hapa wote, kwa ujumla wetu waweze kupunga mikono juu kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Hassan lakini tunayo makundi mbalimbali yaliyoko hapa, tunao vijana wa hamasa wa UVCCM, tunao bodaboda, tunao bajaji, tunao machinga, wafanyabiashara wadogo wadogo wako hapa, wapo wanawake na Samia, na wafanyabiashara wa hapa Usa River, naomba wote tumpungie mkono Dkt. Samia Suluhu Hassan, CCM oye! Lakini mwisho Tunao wananchi wa Arumeru pamoja na hapa Usa River na mkoa mzima wa Arusha tulioko hapa, naomba tupunge mkono juu kwa mgombea urais aone uwepo wetu hapa. CCM oyee yeah! Tanzania oyee oh yeah! Lakini tunaye na mgombea wa kundi maalum la wasomi, nafikiri yuko hapa dada yetu. CCM oyee yeah! Baada ya utambulisho huo, naomba nitumie fursa hii kumwalika ndugu Joshua Nasari kwa ajili ya salamu fupi aweze ku karibu Mama nasema, mama nasema, Asante sana, asante sana! Arumeru safi! Arumeru oye! na muisa na emu asi wandu wa koro muisile kirose wala wesile kroembo eh? makori ngewe te kuruti lila ngolo nie namwandeide. Asanteni sana, asante sana mheshimiwa mwenyekiti wa chama chetu taifa na mgombea wa kiti cha urais kupitia Chama cha Mapinduzi kwenye uchaguzi huu mama yetu Dkt. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama chetu, Mheshimiwa katibu mkuu, mwenyekiti wa mkoa huu, katibu mkuu mstaafu, Mheshimiwa waziri wetu mkuu mstaafu mzee wetu Frederick Tluway Sumaye, wananchi wote wa Meru. Mheshimiwa, la kwanza la kwanza sisi tunakushukuru kwa kuja Meru, tunajua ratiba yako ni ngumu ziko wilaya nchi hii ambazo utapita lakini kwa hapa kwetu jimbo la Arumeru Mashariki tulipokuomba ulikubali na ukachagua kupita. Tunasema asante sana, Mungu azidi kukuweka. La pili, Mheshimiwa Rais, hizi ni shukrani zangu binafsi kwako. Mheshimiwa, kule nyuma mimi nilikuwa myumbisha yumbishaji wa mambo hapa, na niliwahi kuyumbisha watu wa Meru, uongo jamani, lakini leo unavyoona Yuko pale mshili mkuu wa mila na jadi za Wameru, huyo hapo yupo katibu mkuu wa mila na jadi, makamu mshili mkuu, na kamati kuu yote ya mila na jadi za watu wa Meru. Wameshika jani linaloitwa isale. Hilo jani kazi yake kimila kwetu, kwa Wamasai, kwa Wameru na kwa Wachaga na Waarusha, maana yake kuu ni moja, ni jani ambalo linatumika kuomba radhi. Uongo jamani. mvogorose mure hao wazee wamekuja kunyonyolo jani, Mheshimiwa, kukuambia bwana wanaomba radhi kwa makosa ambayo tuliwahi kuyafanya huko nyuma ya kutoka njia kuu, na sasa Meru tumerudi njia kuu. Meru oe. kwa Mheshimiwa, nakushukuru hilo. mimi wakati tuna yumbisha yumbisha mambo nilikuwa kule ng'ambo Mheshimiwa aliposhika kiti cha urais, haikuchukua miezi miwili. Nchi ina watu milioni sitini, lakini kwa jicho lako la kipekee na wasaidizi wako ulikumbuka kwamba kule Meru Arumeru Mashariki wale wazee wa Meru wana kijana wao mdogo mmoja anaitwa Joshua Nasari, ukaniteua ukanipa kazi ya ukuu wa wilaya. Mungu akubariki sana mheshimiwa. Na kazi ile nilijitahidi kuifanya kwa nguvu zote, kwa moyo wote. Na mheshimiwa rais, nisingefanya hivyo, wewe ndio mwenyekiti wa chama hiki, nisingekuwa hapa mbele na kushukuru mno. Uliona nafaa kuja kupeperusha bendera hapa Arumeru Mashariki. Arumeru Mashariki, wewe kwa Mheshimiwa Rais hizo so ni shukrani zangu kwako. Na baada ya hapo nirudi kwenye mkutano la tatu. Mheshimiwa Rais, ulipoingia madarakani hapa Meru yako mambo ambayo yalikuwa yametugasi kwa muda mrefu, lakini wewe uliposhika kile kiti tu, leo tunakuambia ukiwa mgombea tunakushukuru kuna maeneo Meru yalikuwa na shule moja ya sekondari leo ziko mbili mpaka tatu kule kikwe ni mfano au uongo jamani tulikuwa hatuna shule ya veta wala mafunzo ya amali hapa Mheshimiwa mgombea wetu wa urais wewe ndio umefanya hayo maajabu leo kule Makiba tunachua kimekamilika uongo jamani Mheshimiwa hospitali yetu ya wilaya haikuwa na, na, na, na, na, na EMD Emergency Medical Department. ulipoingia madarakani miaka miwili tu Leo tunapozungumza emergency zote za barabara kuu hii na barabara ya utalii zinakwenda pale Tengera, hospitali ya wilaya, kwa sababu wewe ulitufanyia. Mheshimiwa, Mheshimiwa mgombe wetu wa urais, kwa miaka yako minne, sekta ya afya peke yake Meru tumepata zaidi ya shilingi bilioni nane. Sekta ya elimu msingi tumepata zaidi ya shilingi bilioni kumi na tano sekta ya elimu sekondari tumepata zaidi ya shilingi bilioni kumi mheshimiwa, sio kina mama sio wale wenye ulemavu sio kina nani. Kwa kweli mbele ya Mungu tunamwambia Mungu asante kwa ajili yako. Wangapi mnakubali niliyosema wana wa Meru, si ndivyo? Asante sana. Sasa mheshimiwa raisi, kwa sababu na muda mfupi, hawa watu wa Meru walinipigia kura nyingi sana za maoni. Mheshimiwa, walipiga kura watu elfu tisa nilipata kura elfu sita, na mia saba mia sita sabini na tano. Aliyenifatia alikuwa na kura mia sita na hamsini na mbili. Imani hawa watu ulitokana na mambo ambayo tuyazungumza kwao. Hatuna mambo mengi kwako, kwa sababu mengi umetufanyia. Sekta ya elimu mheshimiwa, tutakuwa tutakosa nidhamu, tutakosa shukrani tusipo kuambia asante. Sekta ya afya, sekta ya ardhi, kila mahali kwa kweli umetufaa. Sasa yako mambo machache ambayo tungependa tuyaombe kwako. La kwanza Mheshimiwa Rais, Tereni yetu ni ya mlima. Sisi tunapanda mlima Meru, ndio maana tukaitwa Omeru. Kimeru tunaitwa Varua Varua, maana yake ni watu waliofanya, jamani, waliopanda. Traditionally kwa sisi tumepanda mlima kufuata mlima Meru tangu wakati wa walowezi, tangu wakati wa ukoloni, yako mambo ambayo yakuwa sawa sawa hapo. Tukanyang'anywa ardhi yetu tukakaa mlimani huko. Mwaka 1952 hawa watu wa Meru walikaa chini ya mtu unaoitwa Mringaringa, miaka tisa kabla ya uhuru wakachanga fedha kwenye chungu barabarani, haikuibiwa shilingi. Watu hawajui historia hii. Watu wakawa wanaweka fedha kwenye chungu, wakamtuma ndugu Jafeti Kirilo Ngura ayo kwenda Umoja wa Mataifa, New York, Marekani yuno wakati ule mwaka 1951, 9 years before independence. Wakaenda kupigania ardhi yao. Mwaka huu mheshimiwa, limefanyika azimio la pili tangu ile la mwaka 51 limefanyika chini ya mringaringa chini ya mshili mkuu wa mila na jadi za Wameru, iko pale na kamati kuu na halmashauri kuu na umati wa Wameru ulikuwa mkubwa kama waleo tukatoa azimio. Ilikuwa tarehe nane mwezi wa tisa ishirini ishirini na tano siku ya Jumatatu, kwenye mringeru. Hatutakubali kuyumbishwa. Na rais wetu ni nani jamani? Rais wetu ni nani jamani? Wakakubaliana la pili, la pili mheshimiwa Mbunge wenu ni nani? Na madiwani wao wa wote ni wa CCM. Tuna kata 26 za kiserikali 27, za kichama kwenye kata zote hizo, watu wa Meru waliamua wakazuiana, wakasema tumeamua kwa azimio moja katika kata ishirini na sita kata ishirini na nne watu wa Meru waliamua kuweka diwani wa CCM tu, hakuna mwingine kwenye kata ishirini na nne na hakuna mtu aliompigia mtu, watu wa Meru waliamua wenyewe. Jipigieni makofi watu wa Meru. Kwa hiyo, mheshimiwa lile azimio likatoka, na jambo jingine ajenda yetu tunayokuomba mama, kweli umetuona, umemchagua kijana wao, umemtuma Bunda Mara, ukampa kazi akafanya, ukamtuma Iramba Isingida akafanya kazi uliomtuma, ukamtuma Monduli Arusha akafanya kazi uliomtuma, baadaye ukamtuma Magu Mwanza akafanya kazi uliomtuma, mpaka nilipokuja kuomba uniruhusu kuja kuongea na watu wa Meru. Watu wa Meru wanasema hivi wako na wewe, ajenda zetu ni mbili tu, hatuna mambo mengi kwako Mheshimiwa Rais. Wakati mwingine watu wanaleta vitu vingi, vio vingine, sisi tutakusaidia si wasaidizi wako, tuko huku chini, vitu viwili tu, viwili tu, viwili tu na watu wa Meru wako hapa, kama ni uongo atakwambia. ajenda ya kwanza barabara, barabara, bara, kwa sababu tereni yetu ni ya mlima, kila siku barabara tunazitengeneza hili lakini maji siku zote inafuata nini? Mteremko, kwa ya kishuka, inaosha kila kitu kwa unajikuta kila mwaka mnagusa barabara, mnagusa barabara, mnagusa barabara, mnagusa barabara na hicho kilio hakiishi. Mheshimiwa Rais. Mama yetu, mgombea urais wa CCM wa taifa hili. Tunakuomba utakapokaa pale kwenye kile kiti tarehe 29 Oktoba, kura za watu wa Meru zitakuwa za kutosha. Kwenye vituo tumeita v... waandishi wote wa habari mlioko hapa. Tunaomba tarehe 29 mje Meru, mulikeni vituo kuanzia Ngarenanyuki, kuanzia Makiba Kikatiti, Songoro, Ngwarisambu, Nkwandua, Akeri, Ambureni mpaka kule Nturu. Mheshimiwa, hakika nakuhakikishia tutaongoza kwa sababu tumetoka na azimio letu moja, barabara. La pili, la pili ni maji. Kuna maeneo hakuna maji, Mheshimiwa, japo Mungu alituma maji hapo juu. Tunakata ishirini na saba za kichama, ishirini na saba za kiserikali, yako maeneo hayana maji kabisa. Ukienda Kikatiti, Imbaseni Maroroni maji ya chai, Malula, King'ori, Leguruki, Maruango, Ngarana, nyuki na baadhi ya maeneo mengine Mheshimiwa Rais, ni hayo tu tunakuomba. Iko barabara inakwenda mguni Mheshimiwa, kwa mfano barabara hii imepitisha utajiri wa madini tangu nina miaka mitano, nakuwa kaka zangu wanachimba madini ngome ya Yesu Mirerani, ile barabara ndiyo inapitisha madini miaka yote imebaki hapo, wakati ule itakuwa itengenezwe watu wa Meru wakawa wameenda upande wa pili, kwa hiyo wakaachwa achwa hapo, ikatengenezwa kule Mirarani kupita kia. Lakini ukweli ni kwamba biashara ya madini mabilioni yamepita hapa, lakini kwa nini tunasema ile barabara ya kilomita 28, mheshimiwa rais, tengenezwe kwa lami? Ni kwa sababu zifuatazo: cha kwanza, kuna eneo kule mnaita Bondeni City. Serikali yako imeweka fedha, mji unang'aa. Kuna eneo umetujengea uwanja wa kisasa kule chini wa mpira wa Afcon mji huu unang'aa, lakini hali kadhalika mmetujengea bypass, mji huu unang'aa, mmetujengea barabara ya kutoka kia kushuka Mererani, ile barabara ya Mbuguni ndio inayounganisha. Mheshimiwa, tangu umeingia madarakani, kazi uliyoifanya, mabasi malori yanayopita hapa Arusha, wakati mama anaingia madarakani, kwa siku takwimu zilikuwa zinapita malori 30 kutoka kwenda Rwanda. Leo mheshimiwa tunavyozungumza, malori yanayopita hapa kwenda Rwanda kutoka bandari ya Tanga ni mia moja na ishirini. Hii barabara ni barabara ya utalii hii barabara o, oh, wamefanya kazi ya Royotua tunataka kuunganisha multisector alafu, tuone kuwa na multiply effect kwenye sekta moja kwenda nyingine. Tunakuomba barabara Mbuguni Mkuu utusaidie, ni kilomita ishirini na nane tu. Itaunganisha Bwaneni site, itaunganisha Afkoni, itaunganisha Mirerani, itaunganisha kia, itaunganisha bandari kavu ya Malula na mambo yatakwenda. La mwisho la mwisho, mheshimiwa, tunakuomba barabara ya Kingori, nimesha kwambia, tumekuandikia watu hapa, watu wa maua, shamba ya maua Kiliflora tumesha kuletea Watu wa Meru Community Bank tumeshakuletea, tunaamini wote atafika. Tunakuomba jambo moja. Hapa Meru hao wazee walisomesha vijana kama mimi, wakawapeleka shuleni, wakatufundisha kazi, wakatufundisha utii, tunaheshimu chama, we are very patriotic to this government. Ninakuomba ulimwona Nasari, leo Nasari amekuja kuomba ubunge, ameondoka kule juu. Tunao vijana wengi wa Kimeru wako hapa. Wengine maprofesa, wengine madokta, uleatuzepati wasomi, wafanya kazi wazuri. Tunakuomba mkuu, utakapounda serikali usiwasahau watu wa Meru, ili na kwenye kile kitu cha ubunge tuaendelee kukaa wengi, tunasumbuana hapo, au sivyo? Jamani, wangapi mnasema? Ni ndivyo. Barabara ya Kingori, si ndio? Barabara ya Mbuguni, si ndio? Barabara ya Ngarenanyuki, si ndivyo? Barabara ya Kimundo, si ndivyo? Asanteni sana, naombeni kura. Wangapi mnasema, kura mtampa mama Samia? wangapi mnasema wamasamia? Kura zote za kishindo, Arumeru mkono juu! Wangapi mnasema kura zote? Kwa nasari dogo janja, wangapi mnasema kura zote? kwa madiwani wa CCM? Mkuu, mimi nakushukuru, mengine nitaongea na wewe baadaye ukishaka kwenye kiti, kwa sababu ulishaniteua ukanipa kazi ya kuwakilisha mahali. Najua namna ya kukufikia, najua wewe ni msikivu, najua kabisa uta, uta kazi. Sisi watu wa Meru tutakufikia, na yote tutaileta kwako. Arumeru safi mfokurose wengakanumbo shelaryana na iyo akeya mbaa yako wenga numbo shelu uye ninweru wa ruka? wenga numbo shelaryana na sisiemu emburomaakoringeetukuri kiro kya numbo are kiro kya numbo nrosuokabona ngumau mfokurose mure tena kanumbo iliirasoitankiliira so itanooki namwane ondokooro mweshimwa raisi mungu wakubarikya sante sana samiani wetu sote.

iyake Samia iyake CCM iyake iyake olemi bele genya CCM oye tobiko Dkt. Samia tobiko tobiko Arumeru tobiko

Ja, siwa ah, ah, ah, ah, Dkt. Samia Suluhu Hassan, mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, katibu wetu mkuu Rose Migiro viongozi wa meza kuu, ndugu wananchi kwa ujumla wa jimbo la Arumeru Magharibi, ambao mlifurika hapa leo kidomu chama cha mapinduzi, Mheshimiwa mgombea wa rais, naomba nianze kuwafuatali. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema kutujalia kufika hapa leo. La pili Mheshimiwa mgombea urais, napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru wananchi wa Rumeru Magharibi kwa kujitokeza kwa wingi, wakiwemo umoja wa vijana wa Chama Cha Mapinduzi, jumuiya zote, viongozi wa mila akiongozwa na mwenyekiti wao Legona ndo la Kisongo, kwa kuweza kuja kumpokea rais wetu kipenzi cha Watanzania, mwenyekiti mgombe mwenyekiti wetu wa Chama Cha Mapinduzi na mgombea urais. Napenda pia kuchukua nafasi hii kushukuru kamati zote za siasa, wilaya, mkoa, kwa kupendekeza jina langu na baadaye kufika kwenye kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa na halmashauri kuu ya chama cha mapinduzi taifa, ambayo mheshimiwa mgombea wa rais wewe ndio mwenyekiti. Lakini mheshimiwa mwenyekiti na mgombea wa rais, binafsi nichukue nafasi hii kukushukuru wewe, kwanza kabisa kwa kuniteua kusimamia vikao wa...